Mamia ya Wakenya waliingia barabarani Jumanne wakiwa na sauti moja kutaka haki itendeke kwa Albert Ojwang, mwanablogu na mwanaharakati aliyefariki katika hali ya kutatanisha akiwa kizuizini katika kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi. Waandamanaji walitaka Naibu Inspekta Jenerali wa polisi Eliud Lagat ajiuzulu mara moja wakimtuhumu kuwa chanzo cha kesi iliyosababisha kukamatwa kwa Ojwang na hatimaye kifo chake. Maandamano hayo yaliyoanza kwa amani yalibadilika ghafla kuwa vurugu baada ya kundi la watu waliokuwa na marungu kujiunga wakidai kuwa walikuwa wakilinda biashara katika jiji. Mashuhuda wanasema watu hao waliovalia kiraia lakini wakisindikizwa na polisi. Walianza kuvunja amani wakipora kuibia wananchi na kuharibu mali huku polisi wakitazama bila kuingilia kati. Ona, ona, ona, ona. Polisi wanatembea sako kwa bako na wahalifu. Polisi walionekana kusimama na kuwalinda kimya kimya, hali ambayo imeibua maswali mazito kuhusu walikuwa wakitekeleza amri za nani. Katika hali ya kusikitisha, mchuuzi mmoja ambaye anajulikana kwa kuuza barakoa mjini alipigwa risasi na afisa wa polisi, huku akiwa hana silaha na hakuwa sehemu ya maandamano. Kwa mujibu wa mashuhuda, mchuuzi huyo alikuwa akifanya kazi yake ya kila siku akitafuta riziki alipopigwa risasi na polisi. It's alive, it's alive. Kifo hicho kimezua ukosoaji mkali kutoka kwa Wakenya na viongozi wa upinzani ambao wamekemea kile walichokitaja kama ukatili wa polisi na ukandamizaji unaoendelea. Government ikiendelee hivyo atuendelee vizuri. So maoni yangu ni kwamba serikali wanini wache kunini kuruhusu polisi kuua vijana ovyovyo, kwa sababu wote sini majenzi. Alafu tena vijana ndio hata waende kwa street, ni venye hawana kazi au hiyo ndio kitu inafanya like wamekuwa jobless <coughs> hivyo <coughs> alafu kitu wako wanapigania tena wanafika huko hivyo mi naona tena wanaanza tukuuliwa, na hiyo ndio kitutuk wanajaribu kupigania. Waache kuwaua watu. Tukio hili limeongeza orodha malala ya malalamiko dhidi ya serikali kuhusu mauaji ya kiholela yanayodaiwa kufanywa na vyombo vya usalama, wakati ambapo imani ya wananchi kwa polisi iko katika kiwango cha chini zaidi. Mito ya haki inavyozidi kuwa mikali, wa Kenya sasa wanataka majibu si tu kwa ajili ya Albert Ojwang, bali pia kwa wakenya wengine waliopoteza maisha mikononi mwa wale waliopaswa kuilinda. Nikiripotia Dira ya Tandao, jina langu ni Emmanuel Barasa.